Tume ya vyuo vikuu nchini TCU, imefunga chuo cha Kampala University, St Joseph na IMTU kwa baadhi ya fani zinazotolewa katika vyuo hivyo. Mary Mwita anatujuza zaidi. Ni kongamano linalokutanisha wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Kampala pamoja na vyuo vingine vya jijini Dar es Salaam kama chuo cha Mtakatifu Joseph na IMTU huku mjadala mkubwa ukiwa ni baadhi ya fani wanazosoma katika vyuo vyao kuto kutambuliwa na vyombo vingine vya kitaaluma. Nini kimewasibu na ni hatua zipi wanahitajika kuzichukua kukabiliana na tatizo hilo? Hatua ambayo inatarajiwa kuchukuliwa ni hatua ya kisheria zaidi, kutokana na kwamba bodi zimetoa majibu kwamba hazitutambui, na mamlaka husika kama wizara ya afya kupitia mkurugenzi wake amesema turudi wakati hawajatatua matatizo yetu na kupitia TCU ambao ndo wametupeleka katika chuo husika cha Kampala International University, wenyewe pia wameshindwa kutatua matatizo yetu. Kwa hiyo nadhani kutokana na watu kutoka ambao wameingizwa pale kimakosa, wengine wamelipa pesa zao na kushindwa kuendelea na masomo kutokana na hali ya chini ya elimu inayotokewa pale, basi tunatarajia kufanya hatua ya kisheria zaidi. Susan Limo ni waziri kivuli wa elimu na mafunzo ya ufundi akiwa ni mmoja wa wabunge wa jamhuri la Tanzania yeye amefika kuwasikiliza wanafunzi hao ambao nyuso zao zinaonekana kupoteza matumaini juu ya hatima ya taaluma wanazosoma na hatimaye Susan Limo anasema neno na niseme tu ni kweli natoka mimi ni mwanasiasa natoka kwenye chama cha upinzani lakini napokuja suala la elimu hakuna itikadi sisi kwenye chama chetu tumeweka elimu kama priority number 1 na number 2 na number 3. Katika mkusanyiko huu mtandao wa wanafunzi Tanzania TSNP ndio watu muhimu, wakiwa wamewakusanya wanafunzi hawa ili kutoa kilio chao. Huyu ni Alphonti Lusako, katibu wa mtandao wa wanafunzi Tanzania, ana haya ya kusema. Kumekuwa na kigumizi cha kuchukua hatua ya kufuta kada usika, lakini vile vile kuwasaidia wanafunzi usika. Mbona jana wamepigwa mabomu? Sasa tulichokifanya sisi kama mtandao tukasema, hebu ngoja tukutanishe think tank, tukutanishe uh, maoni ya, ya wanafunzi eh, kutoka vyuo mbali mbalimbali, lakini vile vile na tuongoze na, na jicho la wanasheria kwao. Tumekuja na wanasheria wa mtandao ili wasikilize vilio vya wanafunzi, lakini vile vile tuone tunatokaje hapa tulipo kwenda tunakwenda sasa. Si kama mtandao, tumejiandaa kitu kimoja kwamba tuende kwenye mkondo wa kisheria. Nikiripoti kutoka katika eneo hili, mimi ni Maria Mwita, Mlimani TV. Elimu kwanza.